Hello, mambo vipi, mpenzi na mtazamaji wa D&A TV. So leo niko hapa na e, mvuvi wa samaki baharini. Bana, e, watu wengi waga tunapenda kula samaki tunapenda kula dagaa, tunapenda kuenjoy vitu vitu vinavyotoka baharini, lakini e, kwenye ule mchakato mzima mpaka vinapatikana kuna changamoto nyingi, na leo D&A tunataka tukuletee mezani kwako. Mambo vipi mzee? Ah, fresh kabisa mzee. Mm. Mm. Bana, watu waga wanapenda kula samaki sasa. Utamkisikiza mtu mwingine sao, bana, mimi napenda kula samaki zaidi kuliko, kuliko nyama e, mtwambie, kuna katika ule mchakato kuna changamoto zipi huko baharini? <laughs> Kitu pekee ambacho nataka kusema ni kwamba kwa mvuvi changamoto ni nyingi sana, hmm, ni nyingi mno, kiasi kwamba kama labda uko goigoi hmm, auwezi kufanya ile kazi Yani, hamna ah, yeah. Unajua, kuna mazingira ya kazi lazima mtu mwambie ukweli. mm. kuna hela um, nyingi, kuna hela nyingi. Laza, kama kuna hela nyingi basi, wengi wana maisha ah, na uh, of course, ni, ni tuki tuki mm. uh, maisha mazuri. Niseme tu kitu kimoja, maisha ya kivuvi ni sawa na watu wa migodini mm na wanaofaidika sana kwenye maisha ya kivuvi au kwenye uvuvi mm. Ni hawa matajiri mm. Na maanisha wa matajiri wenye makampuni hizo boti ambazo watu wanafanyia kazi mm. Ikiwemo na mimi ambayo nimeshai kufanyia mm. yes. Na ni kwa nini wavuvi wengi woga wanapenda kwenda kuvua samaki usiku na si mchana? Kwa sababu usiku, mm, usiku ndio kuna mitego ya samaki rasmi ambayo ile mm. Samaki sasa ni rahisi kumnasa kwa hiyo unataka kutuaminisha kwamba aga mchana samaki waga hawapigi misele ila misele wanaipiga usiku. Ah, hapana, simaanishi. Kuna uvuvi wa mchana upo watu wanavua. Mm. Eh, kuna watu wanavua ila tunasema kwamba uvuvi upo aina nyingi. Mm. Ila uvuvi ambao unapendelewa na watu wengi ni ule wa usiku. Eh, nafikiri ndio maana ukiona ukienda hata pale feli pale. Ukienda asubuhi ndio unaona sasa ndio unaona ile uhalisia kabisa wa maboti yote, wale samaki mm. wa usiku eh, wanakuja pale asubuhi, watoka baharini, wanakuja pale feri kwa ajili ya kuuza samaki, maanake wale wote wale waliondoka usiku. okay. Uh, tumewahi kusikia story nyingi sana kuhusiana na uvuvi baharini huko, kuna watu wengine wanapotea katika kufanyaji kazi wako. ishatokea siku moja nini mkajikuta mmekutana na dhoruba mkapotea? yeah. Yeah, so so mm. ya so mara moja wala mm. sio mara mbili imetokea zaidi ya mara moja hasa kipindi cha mvua. Mm. Yes. Kuna mvua inapiga na upepo mm. Alafu, kuna wingu zito limetanda mm. Yaani, kiasi kwamba inafia kipindi hata, hata ile, ile GPS unakuta na order haiamini. Unaona kama GPS inampoteza unajua kuna kitu kinaitwa GPS si kama unakuwa unakifahamu. Maona sasa ile GPS kuna wakati naoza kabisa. Kabisa kabisa naangalia, ukiangalia huku kama vile kuna wingu, ukiangalia imetengeneza kitu fulani pale mbele, mtu anarudisha boti anategemea kwamba huko nakoenda sasa ndiko sehemu sahihi nakokwenda, ndo anarudi nyuma. Si tumwahi kufanya hivyo eh? mm. E, zaidi ya mara moja, mara mbili. Sasa imekuwa ilikuwaje mpaka mkarudi kwenye kwenye hali ya kawaida, kurudi nchini? Unajua, botini kuna tunasema hivi, kuna wazoefu sana wa bahari, unaweza mm. e, kaa na odha mm. lakini usi, kuna wakati akili inakuwa inakenguka mm. kwa kama hauko makini mm. na huna watu yakinifu yani watu wenyewe we, makini yani, wenye kuelewa kwamba kazi hizi zikoje, unaweza nkapotea kabisa. Sasa mara nyingi waki kunatokea nao kidogo mashauri botini mm. yabwanae bwana anaodhae huko na kwenda huku siku mm. mbona kama ile ambayo tumeiacha ndio ilikuwa njia sahihi ya kupita sisi mm. sasa so unakuta kabla naodha hajajibu mm wavuvi kwa wavuvi wanaanza kujibishana wenyewe. Kwanza bwana, ndo huko e, bwana ndo huko. Unaweza usimsikilize huyo. E. umenielewa. E. sasa unajua <laughs> sisi kazi zetu zile, mi nimefanya hizo nimepumzika, lakini nimefanya sana zile kazi. ustaarabu ni mdogo sana e, yani mdogo sana kiasi kwamba kuna unakuta kuna jambo la maana mtu unaweza ukawa nalo nataka kuongea e. lakini unakutana na vizingiti pia maneno yetu ya, ya kivuvivuvi yeah, yale ya yanakuwa eh, ni ya kiutani au ya kwa uh, serious? Ah, ni ya utani na maneno ya kivuvi ni matusi bro. Mtu anakupiga tu, anatika kama mzigo hivi mzito, mtu anakutika nao ule mneno ule mm. mneno mtu anakupa pa <laughs> <laughs> eh inabidi <laughs> utulie na maneno mazito Mm. <laughs> eh, hizo <laughs> viungo vya mwili kabisa mtu anakutukana. Ehe inakuwaje? Unaona ah, basi sasa so, katika ubishani ule sasa anauza unajua, ikifikia uh, katika ile hali manaodha wengi ambao mimi nimefanya nao kazi mm. asilimia kubwa, wewe ukifika sehemu unakuwa makini sana mm. kwa sehemu kama naa hii sehemu za hatari, unakuwa makini. Kuna muda nahitaji utulivu, yani kama vile shughuli zingine zinazokuwa na changamoto mtu mm. anakaa anatulia, anafikia nini nifanye. Baadaye sasa anachukua hmm. GPS tena anaiwasha, anaiangalia akiwa ametulia hmm. unajua fadhaa inaweza kumpoteza mtu, fadhaa inapoteza watu wengi sana baharini hmm. na shangao, watu wamepoteza, wamepotea au wamegonga mwamba, wamezama. Hiyo ipo, unanielewa. Na sasa alipotea, lakini akili yake ikirudi, anarudi tena kwenye GPS hmm. hatafuti tena, atafuta aweke tena pale ile, ile, ile, ile, ile, ile nanga ile namba ambayo ame aliweka mwanzo anaweka tena namba ingine ya, ya, ya mwelekeo labda kama ni wa nyumbani au wa mavuvini mm. au wa bandari, umeelewa. mm. Atakwambia bwana, nitafutie labda kufuna kama mafia kule kuna siu, nitafutie batumbuju au nitafutie kware ama nitafutie, sio kisiwa gani ki aa, okay. tuseme nyororo Umenielewa ama nitafutie shungi mbili hivyo, yeah, vyote visiwa vya baharini yeah. Yeah. Au kama nyororo iko hapa, maana yake mwelekeo wa safari yetu sisi ni huwa hapa. Kwa hapa sasa ndio anarudisha tena, yeah, chombo anafuata ule mwelekeo ambao GPS ina mwelekeza. Sasa in e, wakati huo ambapo kunakuwa kuna, kuna mvua kali na upepo mkali huwa kuna baridi lakini pia ukichana na baridi kuna mawimbi ambayo watu waga nasema hey, bana, ili wimbi yani kama ghorofa tatu hivi. Ushakutana na hilo wimbi, kweli au ni story? Ndio, sio story. Sio story. Brother, bahari inatisha kichafuka. Mm. Bahari inatisha. Umeona hii nyumba mm. hii nyumba ndogo Aha. Ah, unajua kufa ni ajari Eh. Kufa, mm. ni ajari, na ndio maana wavuvi tunakuwa tuna reseni, wavuvi wana reseni. Maana kwa reseni umethibitisha kwamba wewe ni mvuvi, kazi zako ni za baharini, na maana mm. hata kama ikitokea bahati mbaya hiyo, tena ni mipango ya Mwenyezi Mungu. labda mm. mje mje kukuwa na mtu mwoga. Unajua kuna baadhi ya watu waoga, nini, ukiona wimbi bana, lile pale wimbi gorofa mbili. Alafu nyie mna kiboti, kuna watu wanajirusha mapema tu <laughs> wa, waoga wapo. <laughs> ila muoga wa kufikiria kujirusha kutoka chomboni kwenda majini huyo sijawahi kumwona. Ila muoga anakimbilia kwenye tanari, yani chini. Unajua ile boti siipo juu hivi, boti za kivuvi tofauti na hizi kubwa meli za kivuvi, juu ni wazi. Umenielewa eh, naoza yuko hapa kibini, ndio maana sehemu ambayo kidogo imetengenezwa vizuri ni kibini mm. Nina sehemu ya mashine mm. Alafu mm. ile boti ile iko hivi chini, huku papa juu sipa na mbao hivi, kama ili tuseme kwamba, mm. yeah, kuna sehemu kama deki, mbao mbao zote zile. Maana kule kwenye deki kule ndio kuna sehemu moja tunaita tunnel. Kwa kwenye tunnel kule sasa tunaweza kafungua kaingia kule kafanya maisha yako fresh tu. Mika sio ni makolokolo yote ya boti boti, masamaki eh, anakuwa na mafriji yao yani. mm. eh, uk, kama chombo kimezama anapona <laughs> <Sasa, chene. laughs> anapona pipi yuko chini ah, ni usalama kwa ajili ya kujizuia na upepo, lakini sio kwamba usalama wa maisha kwa jidi kujizuia na upepo na nini. Mara nyingi chombo kama kinapata ajali ya kuzama, mm. pale wanaopona blaza, ni majari wa Mwenyezi Mungu. Sasa, eh, nimekuuliza hapo kwa sababu moja tu, yani kwa mfano wewe uliwahi kushuhudia wimbi kubwa lile kama nyumba hizo? so, sio mara moja blaza yani, ndio sio mara moja, lakini eh, namna ambavyo unaweza kureact ukiwa pale waga, unafanya uamuzi gani yani, wimbi ndio lile pale linakuja, waga unafanya nini? ah uh, tuseme kitu kimoja, unajua kila kazi na uzoefu wake mm ikifika yes, eh, kipindi kama ni siku zako za mwanzo mwanzo mm. Kiukweli unaweza <laughs> ukasema hii ni nini kwa sababu hata mi mwanzo mwanzo mimi bahati mbaya wakati naanza nikutana na, anza, na shuruba, mm. Eh, tukiwa tunavyokwenda ilikuwa shwari mm. Asa siku ya kurudi mm. Asa kumbe pepo zishabadilika pale, kuna pepo mona mm. Kuna kaskazi alafu kuna kusi. Mm. Mbaya, ha, mbaya zote ni mbaya mm. Inategemeana una, unaoelekea wapi? mm. <laughs> kuna upepo kuufuata na upepo kuupa mgongo, mm. Sio, umenielewa yani? mm. Kuna pepo unaifuata alafu kuna pepo unaipa mgongo. mm. Kwa sasa ile unaoifuata ile ndio hatari uliko ile ambao unaipa mgongo, kwa sababu ile unaipa mgongo yenyewe inakusukuma kuja hivi, ni, ni fresh kwa sababu zile wimbi pia, mm. zinaenda hivi. mm. Asa kutana kwamba anapiga upepo unatoka huku na wimbi zinakuja huku. Manake abi sasa, unaipanda pale wimbi mm. inakita kabisa boti, unaona kama vile inabamiza Eh. maji yanatisha brother, hey. maji yanatisha, ya yaani yaone hivi vitu yani, ukifika pale feri, angalia hivo hivo, ni mawimbi hayo. Koma... Yaani parada, katine, kama kimlima hapo napanda simuone kabisa tena. Nasi mengine anakuja kasi sana, sikiagi blaza, mawimbi ma yana hey, hey, ya si, yana mita yana mita mita tatu mita mbili mita nne mita tano mita sita saba Eh, nane tisa tena urefu wa urefu wa nyumba wanguzi hata mara mbili, wimbi mbili, moja, mbili moja. Sasa anakuja mfululizo. Okay, eh mm. Uko mtaani bwana kuna watu nasimaga bwana, ah bwana papa eh, ni mkubwa bala. Au nyangumi mm. Bwana akibua mgongo tu hapo ni kisiwa. Hivi mm. vipi, ushakutana na na nyangumi au papa nini wakati anaibua mgongo nini ndo mnajikuta ndo kama mnagota pale ya au anapiga ule mkia wake. Waga mnafeel nini pale? Uh, kwanza tu tuweke vizuri tu hapo kwenye papa je, wanachokizungumza watu huku ni sawa? Papa akiweka mgongo basi ni kisiwa, mnaweza mkaweka hapo mkala bata nini, sijui kwa watu wanavyotafsiri, lakini papa mm. ni samaki wa kawaida mm. Manielewa, mm. ila kuna samaki mmoja hivi mm. ilo jina lake linanitokatoka kidogo, ngoja nijaribu kulikumbuka mm. Mm. Ah, mwita nani?

mtu mmoja ezi wala wawili watatu wanne kumi, samaki wana michezo yao kine na mvuvi. Mara nyingi mvuvi unajua ni mtu mmoja mkatili sana mm, yani jasiri, kwanza ogopi bahari, inatisha braza, sikwambie mtu, bahari inatisha. Kwa hiyo majasiri wanapatikana, lakini majasiri, ukishaamua kufanya kazi ya baharia nake lazima mm. uwe jasiri, unielewa? mm. mm. Kama una roho dhaifu dhaifu, basi huwezi kufanya mm. Maana wavuvi ni mabaharia kabisa tosha yani. Eh so hapo, labda sio wamiza miza, hapana, ni baharia tosha. Ndio maana ushauri, kama hujui kuogelea yani, hata hujui sio kuogelea, hata kama ile divers, no, hujui hata kujizuia yani, kidogo, mm. unajipiga maji, at least, kukusubiria msaada, sababu dharuba muda wote linatokea mm. Kwa samaki kuna huyo lakini ukizungumzia papa. Aa, papa wako aina nyingi mm. inaelewa mm. eh, papa wako aina nyingi kwa sababu hatu wachongoe mwenyewe bado wanamehesabia kwenye kundi la papa, papa lakini ni tofauti sana inaelewa, au wa samaki wakubwa wakubwa kuna huyo, alafu kuna samaki moja aneo anaitwa Seweni ambao mara nyingi sana sisi tunawavua kwenye manyavu Mkimvua hmm. vipi kwanza? yani kwanza tu akionekana kwenye mtego wenu, kutoka kwenye nyavu kwanza, mvuvi huwa eh. hmm. huwa anakasirika kwa sababu hana faida yoyote hmm. eh, hana faida yoyote kwa sababu kwanza, hmm. yule aliwi mwili zima ni mafuta tupu, wala yale mafuta yake hayatakiwi kuliwa, hayaliwi wala hutumiki kwa kazi zozote zile utaata baharini kwa watu wanamwacha tu wengine wanakufa huko wenyewe wanakufa basi wanai mpaka mbwa anakula kula mpaka anaisha Asasa akua anayemshobokea sasa si mbwa unajua sio kila anachokula mbwa ni unaweza kula mbwa anakula mavi brother utakula <laughs> <laughs> kwa hiyo ni watu wanapambana naye, mtu anaweza kaingia ta saba kwenye nyavu moja, anafuata daga akomae. Eh. awezian. Yaani akomae an akisema tu anafuata mwelekeo wake. Hapo kuna wakati unamchania tu nyavu aondoke Yaani atoke kwa sababu kuna watu wanashukaga na madingi bwana, yeye huyo huko mchania nyavu, mm, si iu, ni tunya aondoke, mchania nyavu anaondoka. Sasa hivyo mkishamchania hivyo, si hiyo ni hasara? Sasa ni hasara, lakini hasara ya kitu na hasara mm, ya uhai bora nini? Kwa sababu yule brother akija hapa anapita pembezoni mwa boti yule, mm, anapiga kofi bah, ule mkia wake nyuma kule, hmm, ni kama ukikukuta ule wewe mm, umezimia basi, kwa saba hatukoni tena <laughs> siku saba hamna na fujo sana ha, ni hatari mm. ni hatari sasa. Yes, so, kuna namna kucheza naye mm. kwenye maji mle kuna namna kisha ingia, uwe, mm. uwe, ya kucheza kishaingia, wewe sigombane naye mtafute atoke.